Tarehe kumi mwezi wa kumi, mwaka 2025 kesi inayomkabili mwenyekiti wa e, chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, Tundu Lissu ilikuwa inaendelea e, Mahakama Kuu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hapa e, Dar es Salaam, na leo tulikuwa tunaendelea na shahidi namba mbili PW2, e, ambaye jana alishatoa ushahidi wake kwa maana ya submission chief, na leo sasa lilikuwa tunaanza zoezi la yeye shahidi kuulizwa e, maswali ya dodoso. E, kisheria tunaita cross examination sasa. Na katika maswali hayo, kimsingi kwa kifupi sana, e, shahidi ameulizwa, alianza kuulizwa maswali yanayohusiana na kauli ambayo e, shahidi alisema kwamba Mheshimiwa Tundu Lissu alisema kauli ya kwamba e, Mheshimiwa Tundu Lissu alisema mahakamani ya kuendeki na e, kumekuwa kuna hatua e, e, mbalimbali zimechukuliwa kudai mabadiliko ya kikatiba kwenye nchi yetu, kwa shahidi ameulizwa maswali mengi, ikiwemo kesi mbalimbali ambazo zimewahi kufunguliwa kutoka miaka 1992-93 mia kesi za e, Mchungaji Mtikila e, za kupinga wagombea binafsi na kesi hizo e, zilishindwa mahakamani, lakini pia ametoa mifano ya kesi nyingine nyingi kwenye mahakama tofauti tofauti, mahakama za Afrika, mahakama ya Afrika Mashariki, ambazo zote amemuuliza shahidi na shahidi amesema hana uelewa wa mapambano hayo. E, ya kudai mabadiliko ya kikatiba kwenye taifa hili. Lakini pia shahidi ameulizwa maswali mengine yanayohusu e, tume mbalimbali mbali, ambazo zimewahi kuwa zimeteuliwa na marais ambazo zilipendekeza mabadiliko ya katiba na e, mapendekezo ya tume hizo hayajawahi kufanyiwa kazi. Pia shahidi ameulizwa maswali mengi kwenye eneo hilo na majibu yake kiujumla, shahidi amesema ya kwamba e, hafahamu na hana uelewa kwenye maeneo kama hayo. Sasa e, mara baada ya kufika hapo miongoni mwa jambo lingine lilotokea leo ni utaratibu wa kisheria eh, kwamba shahidi anaweza akatoa kielelezo eh, hata wakati wa kuulizwa maswali ya dodoso. Kwa utaratibu tunajua upande wa Jamhuri huwa wao muongoza shahidi wake kutoa baadhi ya vidhibiti au vielelezo kadhaa. Sasa shahidi huyu ametoa maelezo yake yote, lakini hakutoa ya eh, yale maelezo yake ambayo aliandika polisi, na ilipofika wakati wa kuulizwa maswali ya dodoso mheshimiwa Tundu Lissu sasa akawa na mu, eh, akawa na muongoza kwamba aweze kutoa maelezo yake yale ambayo shahidi aliweza kuiandika pale polisi, na lengo likiwa ni kumcontradict shahidi na kile ambacho amekisema mahakamani na kile alichokiandika akiwa polisi. Sasa tulipofika kwenye hatua hiyo e, upande wa serikali wameweka pingamizi kwamba maelezo hayo yasipokelewe kwa sababu ya e, masharti kadhaa ya kisheria ambayo e, hayajazingatiwa. Na Mheshimiwa Lisu amejilijibia jambo hilo kwamba ameamua ametoa ame, ame, ame ombi hilo la maelezo hayo yapokelewe kwa kufuata taratibu za kisheria na zipo kesi mbalimbali mbali ambazo Mheshimiwa Tundu Lissu amezizungumzia e, za mahakama ya rufaa na mahakama kuu ambazo zinaeleza huo utaratibu na yeye ameutoa taratibu. Majaji wameahirisha kesi hiyo, wamesema uamuzi wa e, pingamizi hilo dogo la ma, maelezo ya shahidi PW2 ambaye ni Inspekta wa Jeshi la Polisi e, e, afande John Kaaya, kwamba maelezo yake hayo yatapokelewa na mahakama au hayatapokelewa, uamuzi huo mahakama imesema itautoa siku ya Jumatatu tarehe kumi na tatu mwezi wa kumi mwaka 2015, kwa hiyo mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Kwa hiyo e, e, e, mchakato wa kuendelea kuulizwa maswali ya dodoso shahidi utaendelea siku ya Jumatatu e, na pamoja na mahakama kutoa uamuzi wa kwamba maelezo hayo yataingia kama sehemu ya ushahidi, upande wa utetezi kwa maana ya ushahidi wa e, Mheshimiwa Tundu Lissu, swala hilo nalo pia litaamuliwa siku ya Jumatatu, na pengine kama maswali ya dodoso yataisha, basi tutaendelea na kusikiliza mashahidi wengine. Asanteni sana.